Aha, mambo? Hapa oh, ndio kwa kina Ben? Ah, mm, ni kwake. Oh, ni kwake. Yeah. Ah, ah, yu kwa oh, ah, yuko ametoka. Mm. Oh, yuko. Na narudinge saa ngapi hivi? 5. Na five mm. Wewe ni nani kwake kwani? Ni bibi yake mbona? Ah, wewe ni bibi yake? Yeah. Ah, usta ah, ni kuuliza tu. Sikua na ubaya, mwambie akirudi nitakuja. Sawa. Eh, mwambie nilimtafuta. Haya. Yeah. Ah, yeah. Haya. <laughs>

Ah, ule msichana ameshafukuzwa, si urudi tu kwako.